Kuna visa ambavyo vinaonekana kuwa ni vya kawaida, lakini kiafya tunasema kwamba vinakuwa na athari kubwa, au kabla hujaelewa ugonjwa gani na kawaida, lakini vinakuwa vina sababu zake za kutokea za kiafya. Sasa nisikilize kwa makini, ni kwamba kuna kisa kimoja ambacho kimekuwa ni cha kawaida, labda unaiona kwamba unakojoa mkojo ambao unakuwa na povu jingi, tunaona kwamba ni cha kawaida. Sasa leo nimekuletea sababu ambazo zinapelekea mtu kukojoa mkojo ambao una povu jingi nahitajika tahadhari za kiafya unapasa uchukue. Sababu ya kwanza ni kukojoa kwa nguvu, unaweza kusababisha kutengeneza. Ni sababu ya kawaida kabisa mtu kutokea, lakini sababu ya pili ni kutumia lishe ambayo ina protini nyingi. Kwa mfano, labda kama unatumia supplements kusababisha mkojo kutoka ni nyingi. Lakini sababu nyingine ni dehydration, ambayo ni kupungua kwa maji mwilini, hii nayo inasababisha. Na sababu nyingine ni maambukizi ya UTI au maambukizi kwenye njia ya mkojo. Maambukizi haya naa yanasababisha rangi kutokea, na wakati maambukizi haya sasa E, a uh, uchukue tahadhari za kimatibabu kabla maambukizi e, hajapika kwenye figo. Lakini sababu nyingine ambayo sasa ni sababu ya hatari zaidi ni kwamba mkojo unakuwa na protini nyingi. Maanake ni kwamba figo zinaferi kuchuja protini kutoka kwenye damu na inasababisha kwamba protini hii inatoka kwa njia ya mkojo, ambayo hii inakuwa ni ugonjwa ambao ni hatari sana kabisa kwa mama wajawazito. Kwa hiyo unapo dalili hii au unapo hali hii uchukue tahadhari za kiafya o, ili kuweza kuepuka na changamoto hii moja kwa moja, ili niweze